Ni mbarikiwa mno, na kadri ulivyokuwa unafanya hizo njia nyingine, ndo kadri unavyouza nyota yako. Yaani ulikifika mahali wakiangalia nyota wakiona, wanaichukua, si una hela nyingi sana za kuachia, wanachukua wanampa ambaye ana nyota nyingi, yaani ana nyota kubwa, ambaye hana nyota lakini ana hela kubwa. Kwa hiyo umeacha nyota yako sehemu, sehemu, sehemu, sehemu, sehemu, naona kama waganga saba hivi, umeacha nyota kila mahali, umeacha nyota kila mahali. Kwa hiyo wanakutumia wewe unazidi kudhoofika, lakini wanawapa watu wao ambao ni wazuri. Sasa Mungu ataanza kurejesha hizo nyota, atarejesha mafanikio yako, lakini kubwa, kwa kufanya kazi na yeye. Wewe ulizaliwa kuwa mtumishi wa Mungu, ukuzaliwa upande wa pili. Wewe si kizazi cha upotozi, wewe ni mmoja ya wale ambao wataenda mbinguni. Kwa hiyo umezaliwa kuwa mtumishi na ni agano tangu unatoka tumboni. Kwa hiyo hata wewe hapana, wewe ni wa upande wa huku. Sasa nakubariki, kuanzia leo mambo yako yataanza kufunguliwa. Barba, uko tayari kupokea Yesu? Haya, piga maboko <laughs> sema ee Bwana Yesu. Yesu, ninakuja mbele zako mimi mtoto wako. Nani jina? Emmanuel Emmanuel, tena Mungu pamoja nasi. Jamani! <laughs> Sema, mimi mtoto wako Emmanuel, ninakuja mbele zako, naomba unisamehe dhambi, unioshe kwa damu yako, unisafishe Yesu kwa damu yako ya thamani. Leo namkata Shetani na mambo yake na kazi zake. Ninakupokea Yesu, uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu, karibu ndani yangu, Roho Mtakatifu karibu ndani yangu, Bwana Yesu. Amin. Hebu piga makofi mazuri kwa imani, piga makofi mazuri kama wao kushangilia binguni. Wanashangilia sasa. Nikushukuru Baba, kwanza natamka baraka juu ya kijana Ila roho yoyote ya kinyume ianze kuadhibika, mikosi aloekewa, laana, balaa zote nazifuta, namtamkia baraka, kuanzia leo maisha yake yaanze kwenda, kibali kianze kutokea kwake, kibali kianze kutokea kwake, namtangazia kusafishwa kabisa, mambo yake yaanze kufunguliwa, pokea kusafishwa Pokea kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, maisha yafunguliwe, yako yafunguliwe. Nafungua njia zako za kikazi, kila mikosi iliyokuwa imetupwa itai. Pokea kibali kipya, pokea neema ya madhabahu tupe nayo kibali, na ijulikane kwamba umekutana na Mungu aliye hai. Pokea kufanikiwa sasa. Amen. Ninakushukuru, hebu mshukuru Yesu. Mshukuru.

Unasikia nini kinatembea tumboni? Unasikia hmm? Kinatembea alafu kinatua. Kimeanza lini yani? kama mda gani? kama mwaka mzima hujaenda hospitali, wewe unafikiri hmm? hmm. ni nini Kuna mpango wa operation, kuna mpango wa operation ambao adui ameuandaa, na ufie theatre au ufie kwenye, kwenye operation. Ni nyoka lakini amekaa kwa staili ya uvimbe. Hebu sema kila mtego wote wa adui Ayo, niwekea kwa siri anapofunguliwa funguliwa huyu. Na mimi unatoka. Na mimi kwangu unatoka. Akafunga macho. Nakataka kila mpango wa siri. Yes, ha, toka, toka, toka, toka nyoka, yes.

Ayondoko machio, mwanamke a machio. Achia na ndoa, achia na ndoa, achia, achia na ndoa. Ano meka mubi ya kuzuia ndoa. Toka toka toka toka. Toka achia na ndoa, achia na ndoa, achia mahusiano. Upesi upesi upesi upesi. Ondoka, kama ulivyoingia, kama <laughs> ulivyoingia. Ndio na yo mentu, sawa ondoka sasa. Rudi rudi kwa kwa, nakurudisha kwako, nakurudisha kwako, nakurudisha kwako, nakurudisha kwako. Yes, mama, unaitwa nani? Batilda, unajua unatumikishwa kuzimu? Babati Kiru. Babati Kiru ndo iko wapi? Babati kaskazini, kusini, magharibi, mashariki <coughs> Babati, <kutsili> <coughs> <coughs> <coughs> hmm? <Matilda. tos> Babati Kiru iko wapi unajua lakini, wanakutumikisha kuzini kuzimi hmm? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> yanatokea wapi? natamanyuka nyuka unatumikishwa wewe, unatumikishwa tangu kuwa mtoto mbu. Bibi yako kwa bibi yako mzababu yuko Dareda, uliko nakanaye, uliko nakanae naye kwa muda gani? Unajua ni mchawi, unajui ni mchawi wala, mm -hmm. Hujai kusikia wewe, mm -hmm. Usiku monali, mm -hmm. no. Anakuja kwa sura ya manyoka nyoka. Sasa unapaa pamoja na bibi yako, sema na umekoka, piga magoti mazo, upokee, uko tayari? anapiga magoti, wanaotumika pasipo kujua, masikini. Sema y Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamee dhambi, unioshe kwa damu yako. Ninakataa kumtumikia Shetani, nakataa dhambi, nakataa uchawi, nakataa uovu na utumishi wa Shetani. Nitakutumikia Yesu, unisamee dhambi zangu, nioshe kwa damu yako, nisafishe, nitakase kwa damu yako, kuanzia leo niwe mtoto wako Yesu. Amen. Simama sasa, umeokoka. Hakikisha unakaa vizuri na Mungu. Nimeyafukuza hao ili wasikukimbize tena, wasikutumikishe tena. Ulikuwa unaenda pabaya na mwisho wao walikuwa ni kukuua. Fungua mdomo, pokea ukombozi.

Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Sema, Sema Asante Yesu. Sema Asante Yesu. Sema Asante Yesu. Asante Yesu. Sema Asante Yesu. Nabii kwa nini unawataja wachawi? Lazima ni wataje. Mwambie mwanzo lazima nabii awataje. <laughs> Bwana asifiwe. Hey. Eh, kwa sababu sasa amejificha, lazima atajwe ili ajidhihirishe. Aji, aji, kwa sababu huyo ataanza kumuona sasa vizuri. Na kuna ambao wanatumika wakiwa wajui, lakini kuna wengine wanajua. Kwa waji kabisa ni kumbe kuna kichombo kinipasu. <coughs> Usizani na huyu ana. Usizani hata na udauli wa nani? Ila tu umewazuia. Mimi <coughs> nikaa pale, alafu leo ni picha lako. Eh. Leo ni picha langu linafanyaje? <coughs> Eh. Linawakera. Ulike, eh, siwe. Eh. Siwe. Stu, kose, na, kose. Tu. <laughs> <laughs> na unapita, eh? Najua, najua huyo hamwezi kumzuia, naye anatoka. Umeshajua nini kwamba mama yake anafanyaje? Kuna kitu tunatengeneza, eh, atamalizia mchezo, atamalizia mchezo.